Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatano, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika injili ya Luka sura ile ya 12 aya ya 39 hadi ya 48. nitaisoma Yesu aliwaambia wanafunzi wake, fahamuni neno hili kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakayokuja mwizi angalikesha wala asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msio dhani ndipo ajapo Mwana wa Adamu. Petro akamwambia, Bwana, mithali hiyo umetuambia sisi tu au wote, watu wote pia? Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote, awape watu posho kwa wakati wake. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo, atamkuta anafanya hivyo. Kweli nawaambia, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja akaanza kuwapiga wajoli wake wanaume kwa wanawake, akila na kunywa na kulewa. Bwana wake mtumwa huyo atakapokuja siku asiyo dhani na saa asiyojua, atamkata vipande viwili na kumweka fungu lake pamoja na wasioamini amini. Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana. Na yule aliyejua na kufanya yastahiliyo mapigo atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi, kwake huyo vitatakwa vingi, naye waliyemwekea amana vitu vingi, kwake huyo watataka na zaidi. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika Injili hii ya Luka sura ya 12, aya ya 30, sura 12 kuanzia hii aya ya sura ya 12 aya ya 39, Yesu anazidi kukaza juu ya kukesha anasema hivi, right, jambo la mkesha lingeingia katika ufahamu wetu kwamba tunapaswa kuweza kukesha muda wote, ambapo faida mojawapo ya mkesha inakupelekea pia uweze kulinda vitu vyako, mwizi asije akaiba, nyumba yako haiwezi kuvunjwa. Tungedumu katika mikesha hiyo kwa Bwana, tungekuwa salama. Na unaweza ukajifunza mpendwa mtazamaji kupitia hilo la mikesha, mara nyingi sana Roho Mtakatifu huo anatuamsha. Unashangaa tu umeamshwa unakurupuka, unadhani kama usiku ulivyoamshwa, unapaswa kwenda chooni katika kutoa ile haja. Hapana, Roho Mtakatifu amekuamsha ili uamke uweze kufanya maombi. Na mara nyingi pia Roho Mtakatifu anatuamsha, amka, anakugusa unasikia ndani mwako, sali, kuna kitu cha hatari. Na unamkuta mtu anaamua kufanya maombi kitandani pale pale, na neti ipo anashindwa ua kukesha, na kesho yake linakua jambo ambao ni la hatari sana, yaani vitu vyake vinaibiwa, vitu vyake vinakuwa haviko salama tena, nyumba yake inavunjwa, afya yake inaharibika. Kwa nini? Kwa sababu tulipoamshwa tukesha, tulikataa, hatukuwa na ufahamu. Kwa nini nimeamka saa hizi? Kwa nini saa tisa ninaamshwa mara kwa mara? Saa tisa ninaamshwa kwa nini nyakati hizi naamshwa? Bwana ana ujumbe na wewe, na ulifahamu hilo hasa. Ili swala la mikesha katika maombi pamoja na Bwana lilimpelekea Petro aweze kumuliza Bwana, ili swala la mikesha katika maombi linatuhusu sisi wateule wako tu au pia ni la watu wote? Yaani kukesha katika sala ni la watumishi wa Mwenyezi Mungu tu, mapadri, watawa, sijui wachungaji, alafu watu wengine waweze kulala tu na ndio maana mara kwa mara, mara utasikia mtu anasema, padri niombee, sister tuombee, mkeshe mwe, mnatuombea sisi tulale. Yesu akasema, hapana. Suala zima la mikesha katika kuweza kumupa Mwenyezi Mungu linabeba dhana hii kubwa sana kwamba kila mtu duniani hapa, yeye ni wakili wa mambo ya kimungu, yeye ni mtawala katika mambo ya kimungu, yuko chini ya Kristo. Yeye ni muhudumu ambaye amepewa eh, mamlaka toka kwa Kristo. E, mambo mbalimbali umepewa karama yani, e, vitu mbalimbali ambavyo umepewa yani, e, vitu ambavyo umepewa yani, tumeletewa tu eh, amana tuweze kuvitunza. Sasa tumewekewa dhamana ya vitu vya kimungu ili kuweza kuwapatia watu posho kwa wakati wake posho maanake watu wenye njaa. Kuna watu wana njaa ya kiu la neno la mwenyezi Mungu, na utajikuta mara nyingi, labda wewe ni MC mzuri sana kumbe, umepewa dhamana ili kupitia mdomo wako uweze kuwahubilia watu neno la mwenyezi Mungu, lakini umeshindwa kuweza kukesha katika kuweza kuhubiri neno la mwenyezi Mungu. Unafanya mikesha no unayojua huko kwenye sherehe unasherekesha huko usiku wote mpaka rudi saa nane, na kumbe kilikuwa ni kipaji ambacho mwenyezi mungu amekupatia hiyo uweze kuwahubiria watu uweze, labda umepewa nafasi fulani kubwa ya uponyaji, watu hawa waweze kupokea uponyaji kwa wakati, sisi tunatumia vibaya katika hiyo. Sasa katika habari za huyu wakili na kila mmoja ambaye amepewa wakili, kinachomfanya aweze kuonekana kwamba ni bora katika huduma yake kwa zile dhamana alizopewa na bwana wake ni uaminifu Wakili mwaminifu. Kuna mawakili wengine si waaminifu, ni wezi. Wakili, mawakili mbalimbali, si waaminifu, anachukua pesa huku, amechukua huku, anachukua vya mwenyezi Mungu na anachukua pia vya Shetani, anaondoka navyo vyote. Hasa wakili mwaminifu ni yule ambaye anadumu katika lile kusudi alilowekewa na bwana wake, alilowekewa ndani mwake, yaani zile amana za Mwenyezi Mungu, unadumu mwaminifu kwenye kila ambacho Mwenyezi Mungu amekuwekea ndani mwako. Sasa kaso, tofauti ya wakili mwaminifu na yule mwaminifu, ambaye si mwaminifu ni nini? Kuna mawakili ambao ni wasaliti ndani mwao, kuna wakristo ambao ni wasaliti katika zile karama. Umesaliti kusudi la Mwenyezi Mungu, karama ambayo Mwenyezi Mungu ameweka ndani mwako umesaliti. Ulipaswa kuweza kuwa mhubiri kuhubiri neno la mwenyezi Mungu, umesaliti, unafanya mambo mengine. Ulipaswa kuweza kusimama mbele za Bwana, umesaliti, umeenda kufanya mambo mengine ambayo si ya Kimungu. Sasa ukiacha kazi ya mwenyezi Mungu ukashindwa kuweza kufanya kwa wakati, ukaingia katika mambo mengine, ndio anazungumza kwamba wakili msaliti ni yule ambaye baada ya kuweza kumwona bwana wake anachelewa, yeye anajisemea moyoni mwake kwamba bwana wangu anakawia kuja anaanza kuishi maisha ya ugomvi muda wote, ni kugombana na wanawake, muda wote ni kuweza kugombana na wanaume, na baadaye anawapiga. Na akishawapiga kupitia huduma unawapiga, kwamba siwezi kufanya huduma, lazima umpige pesa, lazima umpige hivi. Zile pesa ambazo amezipiga kwa wanaume na kwa wanawake anazitumia katika kuanza kula na kunywa na kulewa. Mhudumu wa mambo matakatifu Mwenyezi Mungu, mlevi. Mhudumu wa mambo matakatifu ya Mwenyezi Mungu, mlafi, hajui muda wa kufunga, yeye ni mlafi tu. Amesema huyo bwana wake atakuja siku ambayo yeye hajui. Amesema atamkamata atamkata vipande, viwi, vipande viwili, na fungu lake litakuwa pamoja na wale wasiokuwa na imani, ambao wakumwamini. Kuna haja gani ya kuingia katika utumishi Umepewa dhamana, alafu maisha yako baadaye uende ukaishi na wale ambao walikuwa hawamwamini? Ndio Yesu anazungumza. Hatua mojawapo ya wakili mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu ni kudumu katika ile huduma, na anasema yule ambaye alipita katika shule amejua mapenzi ya Bwana wake. Unajua kile ambacho Mwenyezi Mungu anataka, unapaswa kwenda kusimama mbele za Mwenyezi Mungu, alafu hukuwa tayari kutenda mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ulitenda mapenzi yako. Amesema baada ya safari ya, ya maisha kutakuwa kuna mapigo makubwa sana, atapigwa sana. Na yule ambaye yeye ye, katika safari yake hakujua na alifanya yale ambayo alikuwa anastahili, mapigo yake yatakuwa kidogo. Na anasema kama umewekewa vitu vya Mwenyezi Mungu vingi, una karama nyingi za Mwenyezi Mungu, kwako watavitaka, huna ruhusa ya kuweza kata, utatakwa muda wote, lazima utumike na kwa yule ambaye eh, umewekewa vitu vichache watavitaka hivyo hivyo. Mwenyezi Mungu atutie nguvu kubakia waaminifu katika vile ambavyo Mwenyezi Mungu ameweka dhamana ndani mwetu tuweze kuwa mawakili waaminifu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.